Unaishi wapi? Wapi? Mjumbe wako ni nani? Mjumbe wako wa nyumba kumi ni nani? Unaishi nyumba namba ngapi? Wazazi wako ni kina nani? Unaishi na nani? Na kama kijana mmoja tumepanga naye. Wa uliokuja nao leo ni, ni nani, ni, nani Juma, mm-hmm. Na nani ni ni Juma na Malinda na mimi hapa. Wanaishi wapi? Wanakaa Wana. Wanakaa Bondeni. Lengo la kumchukua mtoto lilikuwa ni nini? Ishiwapi, yeah. mtoto. Yeah. Yeah. Yeah. Ndio, no chumba, yani kuna mtu huyo. Mtu anaitwa nani? Anaishi wapi huyo? Saidi anakaa Bondeni. Ndio aliwatuma kuja kuchukua mtoto? Je, unaweza kutupeleka nyumbani kwake? Sawa, swali jingine, una miaka mingapi? Una miaka 16. Wewe, bwana, mtoto mdogo sana unapata, unafanya vitu vya ajabu <laughs> umeshaiba watoto mara ngapi? Leo siku ya leo mmechukua watoto wangapi? uyo wa eh? Kwanza mmempeleka wapi? Wenzangu wa kwanza, mimi alimchukua akampeleka, sikuwepo. Kwa hiyo hivi tunavyoongea kuna mtoto mwingine yupo huko. Hey. Ah, asante kwa ushirikiano.